Kwa majina naitwa Alimanzi Malikito, naishi kijiji cha Moma. Kuhusu vyakula, hali mi naona ngumu, kwa sababu bei tofauti na malengo, kipata kidogo chakula bei mbaya. Tunaomba tu kama, kama serikali itatuhurumia basi tupozee kidogo kuhusu vyakula tu, sababu mafuta ni kawaida, lakini vyakula tumekwama kwenye vyakula tangia ianze mwezi wa kwanza umisijala. Hata wali nauogopa kununua kwa sababu elfu tatu na mia tatu sina na nwa dona 1400 ninakula nnakula na watoto, lakini wali ninakuwa na hamu nao mm. Yaani, nakwa sikukuu mpaka sikukuu siku sikukuu yenyewe ya, ya, ya mfungo mosi ndio tunapata kilo mbili basi tuka, itana, watu wote tukala hapo hapo hapo. Fatuma Mohamed Chimbu, kwa kweli bei ziko juu sana, bado hazijashuka. Upande wa unga nao pia uko juu, kilo kwa sasa hivi tunanua 1500, tunanunua mpaka 1500, 1800, inategemea na sehemu kila siku. Yaani, kama ikifika Januari yaani mambo yanakuwa ni mengi alafu na bei nazo zinazidi kuongezeka, kwa hiyo tunashindwa kujiendeleza pia katika majukumu yetu. Kwa majina anaitwa Saidi Mohammed Liwowa, ni mfanyabiashara wa soko kuu Mtwara, soko la nafaka. Mkulima sasa hivi hana bidhaa yoyote kuchukulia hizi biashara zetu ambazo tunazifanya, hana bidhaa yoyote soko ndani, isipokuwa aliyokuwa na ile bidhaa ni mfanyabiashara ambaye alinunua mwanzo na kaisteki kwa hiyo, ili naye awezi kupata chochote kitu ndo anauza wakati huu, na hawezi kuuza bei ndogo. Kwa jina naitwa Muhammad Natosa. Ukiona Mtwara vitu vinapanda ujue huko tunakochukua vitu vinapanda, lakini sisi bado tuko pale pale kwenye levu ile ile ambayo mnunuzi aliziki na, na bidhaa zetu humu ndani ya soko uh, kwa jina naitwa Juma Salmu Sinani ni uh, mfanyabiashara wa soko kuu. Chele sasa hivi uko elfu mbili mia nane mia saba mpaka elfu tatu ukilinganisha na kipindi kilichopita, kwa sababu kile kipindi kilikuwa cha mavuno. Sasa hivi hata uko kwenye Ifakara huko kidogo nni ile mchele uko, uko bei ya juu. Kwa hiyo ukilinganisha uchukuaji wa kule Ifakara mpaka unaleta huko sasa hivi bei ziko, ziko juu. Naitwa Msham Said Kaisi, mwenyekiti wa wafanyabiashara soko kuu Mtwara. Msimu wa korosho mara nyingi sana bidhaa nyingi zinapanda, sawa eh, kwa sababu hitajio linakuwa kubwa. Sasa kutokana na hali hiyo inapelekea bidhaa zinapanda, lakini hili halitodumu. Sasa hivi tumeingia mwezi Januari. Kuanzia sasa hivi, nafikiri vitu vingi vitaanza kufanyaje, vitaanza kushuka bei.